Shamba la ADC Galana lenye ekari milioni moja unusu ardhi ambayo serikali imeanzisha mradi wa kufanyia kilimo cha unyunyizaji maji. Hata hivyo, tukio la Jumamosi ambapo wanahabari wawili pamoja na maafisa wa kaunti ya Tana River walidhulumiwa na maafisa wa GSU limezua maswali kuhusiana na shughuli zinazoendelea katika shamba hilo. Na ajabu ni kwamba walikuwa wananiambia nitembee na huo mguu ambao ambao umeumia. Wanasema huu mguu mmoja ni nikunje, nitembee na huo mguu ambao ilikuwa painful, actually it was very painful. Hata tushuke ndani ya gari, tumefungua milango tayari, askari kama kama 15 wakaingia pale na marungu na bunduki, wengine wana wanapiga risasi hewani, wengine wakituchapa. Kufikia sasa, mwanahabari wa Citizen Ruben Ogacha amefanyiwa upasuaji kwenye mguu wake wa kulia huku mwenziwe wa runinga ya NTV Nehemaya Okwemba akiendelea kuuguza majeraha aliyoyapata. La kushangaza ni kuwa maafisa waliowadhulumu bado hawajachukuliwa wa hatua huku polisi wakidai kuwa waliodhulumiwa ndio walikuwa na hatia. They come to us with a record statement. That is my take on that. Lakini swali ni je, ni nini kilisababisha maafisa hao wa polisi kuwadhulumu wanahabari waliofika kufanya taarifa iliyotokana na wenyeji kulalamika kwamba maafisa wa GSU walizuia ng'ombe wao waliokuwa malishoni katika shamba hilo la ADC. Hii pesa kila siku anachukua, hata haistahili kuingia kwa serikali ya Kenya. Hii pesa anaporwa hapa hapa na anagawanya hapa hapa Just Akizungumza nasi kwa mara ya kwanza tangu tukio hilo, meneja wa shamba la ADC Galana, Ahmed Gula, amesema kuwa kumekuwa na tatizo la ng'ombe kulishwa katika shamba hilo bila idhini. Ahmed amesema kwamba wafugaji hutozwa shilingi mia tano kwa kila ng'ombe anayekamatwa akilishwa pasivyo. or 500 per head. Yeah. And it's something that they know. They know. Na kwingineko gavana wa kaunti ya Tana River amekashifu tukio hilo. Katika Galana tukihesabu karibu watu sita mbeleni wameuawa mwaka huu wanaua, wanasema tuongee masuala wanamaliza mwaka... hii hii unyanyasaji wa hali ya hii. I think we are not in a banana republic to be in such situation. Kwa sasa kilio cha haki kinazidi kupazwa dhidi ya maafisa wale waliotekeleza wa unyama dhidi ya wanahabari na maafisa wa kaunti ya Tana River. Gatete Njoroge. Citizen Nipashe.